Bismillahir Rahmani Rahim alhamdulillah wasallallahu wasallama ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ndugu zangu, tukiendelea katika kueleza hadithi zinazoelezea akhlaq tabia, na tuko katika tabia ya kuunga kizazi, lakini watu katika masala kama haya wako aina tatu. Mtu wa kwanza ni mwenye kuunga kizazi, naye ni yule ambaye kwamba anawajulia familia yake anawashika familia yake, yani furaha yao ni furaha yake, msiba wao ni msiba wake. Anajua details za, za familia yake, nani mwenye shida, nani mwenye haja, nani mwenye matatizo, nani na huyu hata kama hakuna yeye amjuae, lakini mi nawajua, mi namjua fulani ana watoto kadhaa, fulani wao hawanijui mimi, lakini mi nawajua, mi na details zao mimi, pangine nawasaidia, si direct, indirect, hawajui kama ule msaada atoka kwangu, lakini mi nawasaidia. Wa pili almujazi au almukafi huyu ni ule ambaye kwamba ukinialika nitakualika, ukija kwangu nitakuja kwako, ukinisalimia nitakusalimia, ukinyamaza nitanyamaza, usipokuja siji, usiponialika sikualiki. Huyu aitwa almujazi au almukafi. Watatu, alqati. Huyu yeye kazi yake hataki kujulikana, hataki kushikamana na familia yake. Mwambie bwana, ukitaka matatizo basi wee kuwa karibu karibu na jamaa zako watakuletea matatizo tu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijiwa na bwana mmoja akamwambia, ya Rasulullah, inna li qarabatan minna familia asiluhum yaqta'uni, mi najaribu kuwa karibu na wao, lakini wao kila nikijaribu kuwa na karibu na wao ndo naona najikuta kwenye matatizo zaidi. Yaani, ya Rasulullah matatizo yangu mimi ni hawa familia yangu. Mimi kila nikijiweka karibu wao wanazidi kuniweka mbali. Subhanallah. Subhanallah. Nifanyeje? Inna li qarabatan mimi na familia. Kila nikiweka karibu, kila nikiwa karibu, nikiweka wao karibu, wao wananikata mimi. wauhsinu ilaihim, mi nikiwa fanya mazuri wao hunionesha jeuri. Aswa eh, hujifanya aonekane mwema, aonekane mzuri, hana lolote, kujionesha tu, kujigamba tu yake. Kuna watu namna uwafanyiavyo hawajui kushukuru mazuri. Wewe utakamwonesha kulia i hatakwambia ni kushoto. Subhanallah wa ahlumu anhum, mi ni mpole kwa wao, lakini wao, subhanallah. Na hili ni jambo liko, kuna mtu utamfanyia mema utamfanyia mazuri, mtoto kila ukiwamupikia wamsimamia, wamlisha, wamvisha, ili angalau upate salama, hupate salama mtoto wako mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alimwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, ya Ali, lau wewe ukampa mnafiki subili haitom, ukampa mu'min subili haitomzidisha ila mapenzi yakupende, kwa sababu yeye hakupendi kwamba wewe ni Ali, akupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na lau ukampa mnafiki asali haitomzidisha ila kukutukia. Kuna watu tabia yao namna hiyo Mpe asali atakutukia, na kuna mtu mpe subili, subili ni ile kitu tungu sana, atakupenda vile vile. Sasa kuna familia, wewe utawasaidia utawafanyia mazuri utajitahidi kujitolea kwa kila namna, hupati wema kwa wao. Utakuwa mpole, wao ni wakali kwako, kwa watakutukana, hujawafanya lolote, watakusambazia habari mbaya Subhanallah, Mtume sa sallam akamwambia, la in kunta kama kulta, ikiwa maelezo ni kama haya ulionipa. Na hapa yatufundisha haswa sisi wenye kuja kuletewa mashtaka, usiseme tu ah, basi watu waovu. Usiamini mwanzo, mwambie ikiwa ni hivyo unavyosema. Ona ngala mtume Mtume sa salam hakutoa hukumu tu, alimwambia ikiwa ni hivyo usemavo maanake mara nyingi amikwada mikoshakasudini wanakanambia bwana atana a, a, a, a, nao atananao mimi nimekwambia ikiwa ni kama hivyo ulivyosema, kumbe sivyo. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia in kunta kama la in kunta kama kulta, ikiwa ni hivyo usemavo, faka annama tusifuhumul malla, tusifuhumul malla. Ni kama wamiminia uh, mchanga Manake wao nini maana tusifuhumulmala? Yani wewe wawafanyia mazuri, wao wakufanyia mabaya, ni kama wewe wawafinika yani na mchanga. Ni kwamba ibara ya kuonyesha miskini wasikitisha. Hawa hawana, hawana natija waipatayo, hawana faida waipatayo, wala yazalu maaka min allahi dhahirun alayh kuna Mwenyezi Mungu hukuumbia kiumbe au malaika akasimama na wewe akakupa nguvu na wewe. madumta ala dhalika, madamu utabakia namna hiyo. Hebu tuichambue hii hadithi, hadithi inasema asluhum wayaktauni, maana yake mimi na, na, nakabiliana na, na, na wao kwa uzuri, lakini wao kabiliana na mimi kwa ubaya. Ha, ile ihsani ni watendeao hawanilipi, hanirudhishi mimi ihsani. Uhsinu ilayhim, mimi huamiliana na wao kwa uzuri. Wayusiuna ile, wao huamiliana mimi kwa ubaya. Wa ahlumu anhum mimi hupambana na wao ule ujinga wanaonifanyia. Mimi huwa mpole, situkani, sijibu ma, mashambulizi A -a. lakini yajhaluna alaya, waamiliana na mimi muamalat aljahala min alfadhadha wa ghildha wa sabin, watanitukana watanitusi watanivundia heshima watanikosea adabu. Hii ndio hali ya Rasulullah. Nipatao napata taabu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, kwamba wewe, ikiwa maelezo ni kama hayo unambiao, basi fakaannama tusifuhum lmalla. Lmalla ni mchanga moto. Hunu ni mchanga ambao kwamba zamani watu mtanga ukiwa moto ufukuliwa kukatiwa mkate ndani yake kisha chom, yani ukatiwa kama nsufuria kichungu kimefinikwa, alafu ukafukuliwa ukazikwa ule mkate ndani, alafu ukafinikwa ule mchanga, ukaiva na ule moto wa ile ardhi, kama ilijua tuliokua nalo hivi sasa. Hii yatuonesha kwamba wewe unaoyachuma kwa wao wayachuma mambo mazuri, manake lile jua sasa linavyochoma ile ardhi linaku, linakuivishia wewe ile nyama sasa. Wewe wafanyia mazuri, lakini wao miskini wanajiumiza wao kwa wao, wanajifanyia ma, wanajifanyia mabaya wao kwa wao. Wala yazalu laka min Allahi mauna wewe wapata msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwafikiwa na kuhifadhiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado wewe hujabadilika. Fiqhu al hadith, hadithi hii yatuonyesha vipi? Usi give up katika kusimamia majukumu yako. Usi give up ah, mimi nimemsaidia bwana lakini nimeshindikana haimaanishi usijitenge, weweza ukajitenga, lakini jua yule ni familia yako. Ukipata nafasi, salamu alaikum, wa alaikum salamu, aleikum waalaikum salamu, naam. Mtoto wako, ndugu yako, umemweka nyumbani kwako ya kutumilia uraibu ndani ya nyumba, hatukwambii mstahamilia, atakuletea polisi, utashikwa, niwe mwenye nyumba, mtoe, lakini usimkate Bakisha salamu wewe naye. Nikusalimia haya, haimaanishi silaturahimi. Mtoto amekosa heshima, wewe baada, mwanangu, ujambo, haitakiwi ah, yule ni mtoto, lazima umuoneshe kwamba mimi ni mzazi. Amekusalimia ahlan wasala, amekuonesha heshima. Haitakiwi mzazi kumheshimu mtoto, yatakiwa mzazi kumsikitikia mtoto. Kwa hiyo angalia namna gani hii hadithi inatuonesha kwamba hata familia ikawa mbaya namna gani, don't give up, usivunjike moyo, endelea kuisimamia. Ndugu zangu, kukata kizazi ni kitu kibaya sana. Ikutoshe Hadithi ya bwana Mtume iliyopokewa na Jubair bin Mut'ib, hadithi iloko katika Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, la yadkhulul jannata qati'u rahim, au kwa riwaya nyingine qati', katika Bukhari na Muslim. Qati'u rahim haingii peponi, na hii ni la nafia. Mtume amekataa, haingii ima, haingii kabisa au haingie ataadhibiwa, ila an yasha Allah. Lakini ati huyu afufuliwe tuende peponi nawe na ibada zote? Ndio sedna Ali akasema qatiu rahimin malunun wa imata mata waswatu lkaaba, mwenye kukata kizazi analana hata akafa katikati ya lkaba. Je, wewe ukia utakufa hospitali, ukifa katikati ya lkaba wafanalana yako? Sasa mtume swalla salama ashakwambia usiwe na tamaa, ikiwa wewe umekata kizazi chako kwamba wewe utaingia peponi. Na hii yaonyesha ubainifu uliokuwa mkubwa wa madhambi na uovu wa kukata kizazi na tahadharisho lilokuwa zito na kubwa katika kukata kizazi, na ni kwamba ni ukorofi, ni uovu, ni ubaya katika kukata na ni madhara yote katika wenye kukata kizazi, la yadkhulu aljannata qati na hii ni nafi litabidi, kwamba haiwezi kuingia peponi, haiwezekani kuingia peponi Ima ikiwa ni mustahilan, ikiwa ni mustahilan, litakuwa ni litabidi nini mustahilan, yaani aona kile kitendo cha kukata kizazi ni haki yake, haifai. Kwa nini aone ni haki yako? Ama kwamba mwanzo hatoingia peponi, baadaye ataingia baada ya miaka na miaka na zikaka, inkana mutahawinan bihadha l amr yua dharau tuwajua ni kitu kibaya, lakini lakini ah, akhi, bwana kama kama kuingia peponi mpaka mi nizungumze na fulani, mimi salimiane na fulani? Ah, ah, bwana, ah, ah, mimi siwezi kweli, mimi na fulani tupatane? Ah, mimi haitotokea. Sasa fikiria huyu mtu awe ni kiongozi wa dini, umwendee, bwana, kwa hisani yako mi nakuomba kwa kila ihtiramu nataka nikupatanishe na fulani, usinitajie mimi mastafadhali, ibaki heshima mimi na wewe hapo, tabidi namee tukusane, la ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Nasema alhamdulillah, Mungu amekuwafikia uje kutupatanisha. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia la yahillu lilmu'minin au riwaya nyingine, limuslimin an yahjura ahahu yaltakiani fayaaridhu hadha wayaridhu an hadha. Si halali kwa muislamu wakiwa wamegombana wakutane, huyu wampa wa maungo huyu, huyu wampa maungo huyu, wa khairuhuma. Ukitaka kumjua mbora kwa Mwenyezi Mungu katika wale wawili maani abdaa ahahu bisalam. Madamu tumegombana mimi na wewe, hata kama ni mkubwa wangu, nikikusalimia mimi ndio bora, ukinisalimia wewe ndio bora. Sasa jiangalie. Hasi wengine hata utamsalimia kwamba sitaki salamu yako. Bwana, assalamu alaikum, mimi sijakuomba kitu nakwambia tu assalamu alaikum, amani ya Mungu sitaki. Ukimwambia mtu sitaki salamu yako, sikukwambia assalamu minni ilaika. Maana yake assalamu alaikum, maana yake assalamu alaikum, amani ya Mungu pale umwambia hapo pa mimi sitaki amani ya Mungu Wajua, unapomjibu mtu sitaki salamu yako, ho, salamu haitoki kwangu mimi na ndio sayyidatuna Khadija alipokuja kuambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibrili alikoko hapa, akusalimia, akwambia kwamba Mwenyezi Mungu akusalimia, akwambia amekujengea nyumba peponi, min nyumba ya ubua la sahaba fihi wala taab, hakuna shida wala hakuna dhiki wala hakuna tabu. Akasema allahumma anta salam wa minhu salam wa ilayhi yaudu salam wa ala jibrili salam. Ona, salamu yatoka kwake na kwake irudi salamu, na kwa Jibrili pia nairudisha salamu. Sasa wewe unapomwambia mwenzako mi sitaki salamu yako, maanake mi sitaki salamu, ikiwa amani ya Mungu itatoka kwako, mimi sitaki hiyo amani. Mwambie wa alaikum salam, khalas. Habari gani? Astaki habari zako? Hamna salamu nyingine, lakini hata salamu hutaki. Salamu si yangu, salamu min Allah Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? tahiyatan min indillah, ni salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa hakuna mtu tumeambiwa tutoe salamu min indillah, kukiwa kuna mtu ndio atakao kwa shetani. Wewe umeingia mahala, tusalimie, tumekuta watu tusalimie, hatukukuta watu tutoe salamu. Hii salamu yatoka kwa nani? Yangu, tahiyatan min indillah mubaraka. Sutaki salamu, hutaki amani, hutaki baraka, hutake rahma, la ilaha illallah, watakaniwe basi mwambia adhabullah alaika. Waarabu kuambia ati akhaka tamra, mpe ndugu yako tende. Fainaba, kama hataki tende, fajamra, mpe kala moto. Akemi nakupa amani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema la yadkhulu ljannata, ikiwa anapinga kwamba kukata kizazi si makosa, kukata kizazi si haramu Kukata kizazi si vibaya, huyu ni mustahil alqati al, huyu amehalalisha kukata kizazi. Ikiwa la ni mutahawin ya dharau, huyu hatoingia ibtidaan peponi. Angalia ubaya wa kukata kizazi ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisikiwa akisema innal aamala, hizi amali tuzifanyazo, swala, madarasa, kusoma Qurani, kuleta dhikri, kumswalia mtume zote hizi turadhu alallahi, zenda kuonyeshwa kwa Mwenyezi Mungu bwana, eh, fulani amefanya kadhaa na kadhaa na kadhaa. Fulani alikuweko, amezunguka Kenya nzima kutoa mihadhara, amezunguka Kenya nzima kutoa madarasa, amezunguka Kenya nzima kusoma maulidi, amezunguka Kenya nzima kutoa kue, kueneza tablighi, amezunguka Kenya nzima kugawanya chakula, amezunguka Kenya nzima kugawanya eh, hizi kazi zake aliozifanya, ashiyat kula khamisin lailat ljuma, kila usiku wa alhamisi kupambakia Ijumaa, huoneshwa hizi amali kwa Mwenyezi Mungu, fala yukbalu amala qati'i rahim, subhanallah. Ikiwa hizi amali zilioneshwa ni za mtu ambaye kwamba yeye alikikata kizazi, haitakabaliwi amali yake, Mwenyezi Mungu amwambia mrudishieni mwenyewe sina haja nao, subhanallah mbio zote mzunguko wote madarasa yote mihadhara yote tablighi yote kujenga misikiti kote kujenga madarasa kote kusaidia kote kueneza kote chakula, lakini ana familia amegombana nayo, haitakubaliwa subhanallah. Ndugu yangu, jaribu kusuluhisha, kubali kupatana, tunafanya kazi ya bure Usipende kuteta. Mwenyezi Mungu atuepushe na utesi, na Mwenyezi Mungu atujalie ikiwa kuna watesi kati yetu sisi, azilainishe nyoyo zao wakubali kupatana. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie min ya alladhina yasamiuna lqaula fayatabiuna ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.